China imezindua kituo kikubwa zaidi cha mafunzo ya roboti za kibinadamu katika jiji kuu Beijing ambapo wabunifu wanaendelea kuzipa roboti kizazi kipya mafunzo ya vitendo ili kuziwezesha kufanya kazi katika maisha ya halisi. Kituo hicho kilichoko katika wilaya ya Shijishan na kuendeshwa na kampuni ya Leju Robotics kinafundisha takriban roboti mia moja kwa kutumia mfumo wa VR zikijifunza ujuzi wa kimwili unaohitajika kufanya kazi mbalimbali mbali za maghala kuanzia kupanga bidhaa hadi kufungasha vifurushi wakiwa chini ya usimamizi wa waalimu wa, wa kibinadamu. Mafunzo haya yanaonekana kama hadithi ya sayansi, hata hivyo hayana lengo la maonyesho pekee ya teknolojia mbali, pia ni hatua muhimu katika mageuzi ya sekta ya roboti nchini China. Hapa roboti hizi za kisasa zinapiga hatua kutoka kufanya majaribio ya maabara hadi kujifunza ujuzi wa kivitendo katika mazingira yanayofanana na shule ya ufundi. Tayari roboti hizo zimeonyesha kiwango cha mafanikio cha zaidi ya asilimia tisini na tano katika kazi za vitendo kama vile kurejesha masanduku matupu, kupanga bidhaa, kupima uzito na kufunga na kupakia bidhaa. Mbinu ya kivitendo inayotumika katika kituo hiki inaonekana kwa ufunguo wa kuziwezesha roboti kutumika kwa ufanisi katika sekta halisi, kuanzia viwanda vya magari, usafirishaji mizigo, hadi huduma za kijamii, na pia kufungua soko jipya lenye thamani ya mabilioni ya dola. Roboti zinahitaji mafunzo ya kila mara kama vile watoto wanavyojifunza kutembea, hivyo ndio zinaweza kuwa na akili zaidi. Kituo hiki kimejengwa ili kushughulikia changamoto ya upungufu wa data katika sekta hii. Kituo kipya hiki kinakadiria ukubwa wa mita za mraba elfu kumi na nne sawa na viwanja viwili vya mpira na kinatarajiwa kutoa zaidi ya rekodi milioni sita za data kila mwaka. Kinazalisha mazingira kumi na sita ya majaribio ya vitendo na yanayohusiana na viwanda, nyumbani, afya na matumizi ya 5G, jambo linalokifanya kuwa kituo kikubwa zaidi na cha kina zaidi cha mafunzo ya roboti nchini China. Kadri tunavyokusanya data zaidi kutoka mafunzo ya maisha halisi, roboti zitakuwa sahihi zaidi katika kazi zao, na kisha roboti nyingi zaidi zitahitimu hapa na kuingia kwenye viwanda, maghala na taasisi za huduma za wazee. Kituo hiki cha Beijing pia kitaunganishwa na vituo vingine vilivyounganishwa katika mji wa Sujo, Jinan, Hefei na Shenjo, na kinatarajiwa kutoa zaidi ya saa elfu tano za deta kila mwezi, jambo litakalohakikisha mchakato wa wa ukuaji na ujifunzaji wa sekta ya roboti nchini China.